Kwa majina naitwa Amani Ismaili, ni kaimu mtendaji wa kata ya Endasak ambaye pia ni mtendaji wa kijiji cha Karibai. Leo tulikuwa hapa halmashauri kwa ajili ya kupewa semina kwa ajili ya kwenda kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kupata bima ya afya kwa watu wote, na semina hii tumepewa kwa uweledi wa hali ya juu kutoka kwa viongozi wetu kutoka kwa mganga mfawidhi pamoja na mkurugenzi wetu. Kwa hiyo napenda kuahidi wananchi kwamba wajitokeze kwa wingi kufika maeneo ya mikutano ya vijiji kwenye maeneo ya mikutano ya serikali inayoitishwa, ili waweze kupata elimu hiyo na waweze kujiunga kwa bima hiyo, kwani ni bima yenye gharama nafuu na ni bima yenye kuweza kutibu magonjwa mengi takribani magonjwa 372 ambayo unayapata ndani ya zahanati, kituo cha afya, hospitali za wilaya, mkoa mpaka unakwenda kwenye hospitali za kitaifa. Kwa hiyo tukitoka hapa, mimi kama afisa mtendaji wa kijiji naenda kuhamasisha wananchi wangu kwa wingi waweze kujiunga na bima hii kwa watu wote. Kwa majina naitwa Imokolata Samuel ya Maendeleo, kata ya Masaka. Leo, leo tumepata mafunzo kuhusu bima ya afya kwa wote. Sisi kama ofisi ya maendeleo ya jamii tumelipokea na tutalifanyia kazi kwa kupitia vikundi vyetu vyote tulivyovisajili na kuhamasisha kwa jamii nzima, kama vikundi vya vikoba, wanawake, vijana na watu wenye makundi maalum pamoja na wazee wa kimila na wote wanaohusika katika jamii. Kupitia hivyo vikundi tutapata kuelimisha kwa ukubwa zaidi kuhusu bima ya afya kwa wote. Kupitia serikali zetu za mtaa kwa ngazi ya vijiji na kata, vikao vyote na mikutano yote itakayopitishwa, wananchi wote wajitokeze ili kupata hii elimu ambayo ni manufaa kwa wote, hasa katika familia zetu ambazo bima hiyo itahusisha watu sita ambayo mmoja baba mama na watoto wanne katika kaya mmoja. Huduma hiyo itakuwa ni bora zaidi <coughs> katika jamii zetu hasa katika familia. Kwa majina naitwa Zubeda Mbalawa, ni mtendaji wa kijiji cha Masaka. Tumefika hapa leo Halmashauri ya Wilaya ya Hanang' kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na bima ya afya na sisi pia tutakuwa mabalozi kwa wananchi wetu kwa ajili ya kuelezea jambo zima au swala zima la bima ya. bima ya afya bima ya afya kwa wote halmashauri ya wilaya ya Hanang' inawezekana. Kwa majina ya yanaitwa Teresia ya Msangi ni afisa, ni kaimu afisa mtendaji wa kata ya Balandalalu lakini pia ni mtendaji wa kijiji cha Kidabuanja. Leo tumeweza kupata semina juu ya mpango wa serikali juu ya bima ya afya ambayo serikali ina mpango madhubuti kutekeleza bima hizo kwa wananchi wake. Kwa hiyo tunategemea kwa semina na tuliweza kuipata kuitekeleza kwa kwenda kuhamasisha wananchi wananchi wetu kwa kuweza kushiriki. Hivyo tumejipanga na tumepata elimu ya kutosha, na tunatazamia kwamba kila mwananchi ataweza kuji, kujiunga na mfuko huo.